Halo. Hello. Naam, habari za huko? Salama, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kwa jina naitwa Fatma Mahamad Rajab, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Vijana, Utamaji na Michezo. Kama ambavyo umetupa maelekezo, unataka kuzungumza na wana michezo katika viwanja hivi vya New Amani Complex, na leo hii ni kati ya timu ya KMKM pamoja na Atam FC. kwa hiyo, wana michezo mheshimiwa, wako tayari kukusikiliza. Asante sana. Kwanza nichukue fursa hii kuwatakia mchezo mzuri, mchezo mwema, na sisi sote mnatujua, ambapo tunalenga ushindi tunapoutaka. Mnajua sina haja ya kusema sana, lakini nichukue fursa hii kutoa wito tu kwa watu wote ambao wamehudhuria mchezo huu hapo, najua kuna watu wengi hapo. Mambo mawili, la kwanza nikuombeni tuendelee kudumisha amani katika nchi yetu, kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hakuna jambo muhimu zaidi ya kudumisha amani katika nchi. Lakini wito wangu wa pili, ningewaomba wananchi wote hususan eh, wana michezo na wote walioko hapo, najua kuna kundi kubwa hapo, basi nikuombeni tarehe ishirini na tisa Asibaki mtu nyumbani, sote tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura ili tukamilishe zoezi la uchaguzi katika nchi yetu. Na asema hayo nikitambua kwamba Wazanzibari ni wapenda amani, na kwa maana hiyo hatuna shaka ya kuendeleza amani tuliyokuwa nayo, lakini ni muhimu kila mmoja wetu atimize wajibu wake wa kidemokrasia wakupiga kura kwa anayemtaka. Kwa hivyo leo mimi nilikuwa na mambo hayo mawili, niwatakie mchezo mwema na Mungu ajalie basi mmalize kwa salama, asanteni sana.